E bana, leo nakuletea uchambuzi wa Apocalypto kwa wataalamu ambao wanapendelea kufuatilia movie, movie elfu mbili na sita ya kwake Mel Gibson, moja ya madirector bora kuwahi kutokea ulimwenguni mpaka hivi sasa. Director ni mmoja hapo ambaye ametudirectia filamu ya Passion of the Christ kwa watu ambao wanapenda mambo ya Yesu, filamu ya Yesu. Watu wengi ambao wanaionesha sana, kwa sababu moja ya filamu ambayo inaonyesha mateso makubwa sana ambayo waumini wa Kikristo wanaamini kwamba Yesu Kristo ame um, alikuwa ameyapitia. Kwa hiyo inagusa hisia kwa nafasi kubwa sana kwa watu wapende sana kuangalia filamu kwa sababu wengi wanadai akiangalia wanaanza kufili yale maumivu na wanaanza kutoa machozi tena. Kwa hiyo ni mtu ambaye siku zote akitoaga filamu yake inagusa hisia za moja kwa moja. Sasa mimi nataka nikakupitisha kwenye mambo matano ama sita ambayo ulikuwa hauyafahamu katika filamu hii kuanzia wakati wanataka ku, wazo linatokea mpaka production inafanyika na wewe inaweza kufikia unaweza kuiangalia. Kwanza uh, kwa ni kupitikishe msasa tuka watu ambao wapata nafasi kuiangalia, ambao wapata nafasi kuiangalia. Ni filamu ambayo inahusu jamii ya Maya ambayo ilikuwa medominiti kwa kiwango kikubwa sana kwenye lile eneo then kukawa na jamii ya jagwa ambao walikuwa wanaishi kule mstuni. Kwa hiyo jamii ya jagwa ina, inaonesha kama filamu uh, jamii ya Maya mekuja kuvamia jamii ya jagwa na kuwateka kwenda kuwatoa sadaka kwa miungu wao kule mjini. Kikubwa ambacho walikuwa nakifanya uh, ilikuwa ni reflection ya vita ya wenyewe kwa wenyewe ambayo ilikuwa imetokea mwaka elfu moja mia tano na kumi na saba katika watu wale wa jamii ya Maya. Kwa hiyo wakajaribu kufanya kurepresent kile kitu ili kutoa sadaka kwa miungu yao ili kuepusha ile civilization ambayo ilikuwa inapotea kwenye jamii na mambo yaweze kwenda vizuri katika mataifa yao. Maana sadaka ni mtu anachinjwa kabisa hadharani ama damu inamwagwa hadharani mpaka anahakikisha uhai wake unapotea. Ni moja ya filamu ambayo inagusa hisia za moja kwa moja kwa kiwango kikubwa sana. Mimi nakwambia hii filamu hata leo ukiangalia bado ina ile sense ya um, feelings unazipata kutoka kwenye hii filamu, kwa sababu ukiangalia struggle ambazo Jaguar kazipitia, um, ukiangalia wale viongozi, namna ambavyo walikuwa wanapambana, namna ambavyo wamepita vita, amepigwa mishale, ameua wanyama wakali polini, mpaka kuweza kufikia mke wake ambaye alikuwa mjamzito aliyemwacha kule kisimani bana. uh, um, Mel Gibson God bless kwa kutupatia kitu kizuri kwa elfu mbili ile na sita. Sasa moja ya kitu cha kwanza ambacho nabidi ukifahamu ni idea ilitokea wapi, wakati filamu mpaka ikaanza kupelekewa kutengenezwa ifilamu. Uh, inadaiwa wakati wanafanya wapo kwenye post production, yani editing na wakati wa marketing wa filamu The Passion of the Christ, ambayo ilitoka elfu mbili na, na nne ilitoka kama sikosei, um, wazo likaja, wakaja wakasema inabidi tufanye filamu moja ya action lakini itagusa mataifa mengi, yani tuhakikishe inagusa hisia nyingi, mapambano yawe ya ukweli ndani yake na yaguse jamii kwa kiwango kikubwa sana, yani sio kwamba ni maigizo, watu wajue kama zile za waidi. Uff, mtu anapigwa ngumi hapa anaenda kwa mkia huko, anapigwa ngumi Dar es Salaam anaenda kwa mkia Dodoma, hatutaki namna hiyo. Tunataka kitu ambacho kitakuwa very touchable kwa mtu akiweza kukiangalia. Kwa hiyo wakaanza ok, alikuwa amejadiliana na, na executive producer zake anaitwa Fadi Sefenia kitu kwa hiyo wakazunguka kwenye hatua ya pili ya production, wakati wanaanza pre-production na kuandaa na kufanya scouting ya location, wakazunguka uh, Costa Rica Guantamo kuweza kutafuta misitu ambayo wataweza kushuti kwa sababu movie sana imezungumzia mambo misituni na mjini kwa uchache sana, lakini nitakuelezea kama ule mjini ni ule mji ambao kwa watu wanachinjwa ni wa kweli ama nao ni wa kutengeneza pia. Wakazunguka wa misitu wote wakakosa kabisa kule nchini Marekani, lakini mwishoni wakaelekea Mexico. Mexico wakabahatika kupata msitu mmoja ambao ni natural alafu pia upo tambalale, kwa sababu kilichokuwa kinawafanya wafanye vile ni walikuwa wanataka wafanye vile zile camera movement za kiwango kikubwa, wachukue action, yani iwe in real form, matokeo ya kweli kuliko yale ambayo yako yako kwenye video editing kwa kiwango kikubwa sana, au na yako yanafanyika studio kwa kiwango kikubwa. Ukitaka kuchukua ule uhalisia, naweza ku present kwa jamii kama vile ambao wanataka, ndio na maana wakataka msitu ambao utakuwa ni natural, lakini usio na milima mingi um, uwe ni msitu ambao unapitika kirahisi. Pia jambo kwamba ule msitu wa Mexico ambao uliukuta haukuwa rahisi kupitika, hivyo ikawapasa pia kuweza kutengeneza njia. Lakini ukiweza kuangalia ile movie ina reflect hata reality ya kwamba huyu mtu ama jamii ilikuwa inaishi msituni kwa kiwango kikubwa. Kitu cha tatu ambacho ulikuwa ukufahamu, um, mule kuna, kuna uh, watu ambao wameshiriki kwenye utengenezaji wa ile filamu, kuna watu zaidi ya mia saba. Na wale watu wote kila mmoja ana makeup artist wake. Yaani tafsiri yake kuna makeup artist, wa... kuna mtu wa nywele, designer wa nywele, kuna mtu wa makeup, ameni kwenye muonekano, watu wa production design, kila kitu ambacho unakiona, kila mtu ambaye uko unamuona alikuwa na watu special kama watatu ama wanne anasimama nao. Sasa imagine participant ni watu zaidi ya mia saba. Kila mmoja awe na watu wanne wa, wa ama watano ambao wanahakikisha, na anakuwa na mwonekano kind of fulani ambao wao wa walikuwa wanautaka. You can imagine ni, ni namba gani ya watu ambao ilikuwa imeshiriki kuweza kutengeneza kwenye ile uh, filamu. Lakini kingine ambacho ulikuwa hujafahamu, hii filamu imeshutiwa almost 6 months, miezi sita imeweza kutumika kushutiwa kwenye hii filamu. Filamu za kibongo nadhani ndani ya wiki moja watu wameshuti, wameedit na wame ameiposti um, mtandaoni. Sasa miezi sita, japokuwa sasa hivi watu wanatumia zaidi ya miezi sita miaka miwili, watu wanatengeneza tu kitu, lakini six months ni muda mrefu sana kwenye production. Ukiangalia kama teknolojia ya zamani na sasa hivi still, yani, walikuwa wamepambana kwa kiwango kikubwa sana. Mel Gibson ni mtu ambaye unaambiwa kwenye seti ni mtu ambaye anakuwa na vibe ya kiwango cha juu sana yani, ni mtu ambaye hata kama ukashuti kipanda kikiona kuna witness kidogo tu anakwambia no we have to do it again, kuhakikisha tunapata ile ile testi ya uhalisia kwamba watu wanafili hiki kitu yani, kama ulikuwa umechoka, wanataka wakuone ukiwa umechoka, kama unakimbia they have to see you running, una sweat vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, ni moja ya filamu ambayo imegusa kwa kiwango kikubwa sana, um, kwanza inaanzia pre production, wakati production, hata post production. Kitu kingine ambacho ni cha tano ni kuhusu ule mji ambao nilikwambia, nitakwambia kama ni wa kweli ama ni uh, wameutengeneza to ili kwa ajili ya ile production. Ule mji bana, ni umetengenezwa. Yaani Megibson alikuwa na idea kwamba tutafute tu sehemu mji wa watu tuweze tukavisit, tu tu, tu tu shoot ile filamu. Lakini ukaambiwa, designer akamwambia, no, lazima tutengeneze ule mji. Kwa hiyo yule aka submit script kwa designer, akamuelekeza akamwambia, utani utanitengenezea kitu kama ile. Akamwambia okay, sawa. Yule ameenda kwenye set tu ameukuta mji. Kwa yale magorofa yote ambayo unayaona yametengenezwa na mtu kabisa kwa ajili ya kushuti tu, yani kwa ajili ya production ya kazi moja tu ile Apocalypto wamalize, then wana mikono ule mji upotee kama ambavyo ulikuwa umefanyika vile. Hata kama mtu ambaye um, designer wa vile vifaa, let's say sio visu uh, mapanga, mikuki ambayo imetumika kwenye kwenye vile vitu, yani crops zote ambazo zimetumika, kulikuwa na designer, na yeye aliambiwa hivi kama unaleta kiso basi hakikisha iko kiso akijawahi kuonekana kwenye hali ya kawaida. Yaani walikuwa wanataka watu wawasome, ili watu wa, wa jamii ya Maya ile dip vifaa vyao ambavyo walikuwa wanatumia, tamaduni zao, namna ambavyo walikuwa wanaishi, ili wakareflect ile culture yao waje kurepresent katika hii filamu namna ambavyo walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo Mel Gibson anakabadilisha ile um, mawazo ambayo ya yapo katika maandishi i mean script, na kuweza kuyasubmit in a visual form na watu wakiweza kuipenda ilikuwa ni moja ya filamu ambayo mimi zangu za utoto niliiangalia kwa kiwango kikubwa, na nilikuwa sichoke yani, kila siku ukisikia leo jagwa mabandaumiza, uko watu humo tu mnajezanga mnapita huko mnaenda kutafuta shilingi mia mia mbili, mnaenda mnaingia mna katika mabandaumiza kuweza kuangalia ile filamu. Kwa kumalizia mm, ni uh, ntagusia swala zima la dizaina wa mavazi. Nadhani hiki kitu nimekiongea kidogo kikubwa sana, lakini designer wa mavazi ni watu ambao walisoma pia culture, wakajifunza culture kwa namna ambavyo watu wakubwa tusikuelewe. Kuna namna ambavyo marais ama watu wa ofisini vile ambavyo wanavaa. Kwa hiyo wakaanza kuangalia mtu wa um, uchumi wa juu walikuwa wanavaaje zamani kwenye jamii ile, watu wa maisha ya katikati walikuwa wanavaaje, na watu wa jamii ya chini kabisa walikuwa wanavaaje. Na maana watu wa jamii wa chini walikuwa wamechafuka, mavumbi vumbi, zile chako ambazo zipo walikuwa wanazi wanazi manufacture maeneo yale watu wa jamii ya katikati ndio watu ambao somehow walikuwa wanaonekana wako smart lakini not to that extent. Na watu ambao ni level ya juu ambao walikuwa na, wana, wana, wana, wanafanya zile sa, sa sacrifices za kuondoa hizo roho, mtu anachomolewa moyo akiwa mzima kabisa. I say ni moja ya filamu ambayo naamini utapata muda kwenda kuangalia, na umejifunza vitu vingi sana katika um, hii recap ya Apocalypto kuanzia mwanzo in the making tili inakufikia wewe na mimi nilikuwa hujui namna namba ya watu ambao wameweza kufikiwa ama namba ya watu ambao waweza kushiriki, ulikuwa hujui uh, namna ambavyo uh, production imeweza kusumbua kuanzia mwanzo, wanatafuta location mpaka wanakamilisha. Kupitia uh, Locha Media imekusaidia uweze kutambua hili recap ya film na umeweza kujifunza. Mimi naitwa Dr Mateka na nyuma ya kamera naitwa show me the way. bye, bye.